Lakini Januari 13 vijana wetu wanafungua wa shule wa wa kwa hiyo ni muhimu tukahakikisha, waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kuhakikisha kwamba hakuna mtoto ambaye haendi shuleni na wala hakuna mtoto ambaye hapokelewi shuleni kwa kudai hana uniform aende. Hayo mambo ya uniform yatajipanga akiwa pale shule, ili tusije tukawazuia watoto kutokwenda shule kwa sababu ambazo wa sio za msingi sana. Tunafahamu kuna tabia ambayo ipo kwa baadhi ya shule, wameweka michango mingi mpaka uniform kwenye shule za Serikali, kwamba watoto wakanunue kule shule ili nalikemea, na ninaelekeza tena kwamba kuna mwongozo ambao upo, huu mwongozo katibu mkuu, unaomba usambazwe tena, kama hawajaupata uwepo kwenye, kwenye tovuti ya TAMISEMI na wenzetu wa TEHAMA waweze kuuliki mwongozo huo na tovuti zote za halmashauri ili walimu waweze kusoma mwongozo huu na kupunguza ama kuondoa kabisa ile michango ambayo sio ya lazima. Tunahitaji watoto wote waende shule. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu ametoa fedha nyingi sana na anaendelea kutoa fedha nyingi sana kwenye eneo hili, kwa hiyo ni waelekeze tena viongozi wenzangu wote walioko chini ya wizara hii kuhakikisha kwamba vijana hawaanchi kwenda shule kwa sababu ya michango kwa sababu ya uniform.